Kanuni bora za utunzaji wa mazingira na kanuni bora za ufugaji Tanzania, kanuni kumi na mbili za kilimo chenye tija Tanzania, ni mafunzo mahususi kwa ajili ya utunzaji wa misitu ya miombo ambayo umetolewa hii kwa wataalamu wa masuala ya kilimo na ufugaji kutoka maeneo mbalimbali mkoani Tabora. Sasa hivi hizi shiti, sasa ukizikusanya zote ndio uk, ukikalkulate utajua sasa hali ya shamba langu sasa ya ujumla. Shamba langu liko kwenye, labda kwenye mradi huu ambao unadumu kwa miaka takribani mitano tangu kuanzishwa kwake mwaka 2023 na kukamilika kuisha mwaka 2027, unatekelezwa katika nchi takribani kumi na moja ikiwemo nchi ya Tanzania ambapo hapa nchini unatekelezwa katika mkoa wa Tabora pamoja na mkoa wa Katavi, huku ukitajwa kwamba kukamilika kwa mradi huu kutaongeza uzalishaji wa zao la asali yani, katika hizi nchi kumi na moja zote ambazo zinatekeleza huu mradi sisi Tanzania tutapimwa yaani, mwisho wa mradi, sisi tutapimwa kwa uhifadhi endelevu. Na huu uhifadhi endelevu ukiimarika, uki ukiwa vizuri, maanake tunategemea kutakuwa na ongezeko la uzalishaji wa asali. Lengo la mradi ni kuondoa na kubadilisha mwelekeo hasi wa uharibifu wa ardhi na upotevu wa bioanwai katika kanda ya misitu ya miombo kwa kutumia mbinu shirikishi za usimamizi wa rasilimali asilia zinazowahusisha wadau wote muhimu. Kwa upande wao, wataalamu kutoka katika taasisi mbalimbali ikiwamo TARI wanaeleza namna ambavyo kuwafikia wakulima kutusaidia katika utunzaji wa misitu ya miombo katika nyakati za usoni. Uhifadhi wa mbegu unasaidia sana kwenye swala so zima la utunzaji wa mazingira. Kwanza, sisi kama tayari kwenye utafiti wa kilimo msitu ni kwamba pia tunakuwa tunajihusisha na mbegu za misitu au mbegu za miti mbalimbali. Tuna mbegu za miti mbalimbali ikiwemo mbegu zile za miti jamii ya mikunde inayorutubisha udongo, lakini pia hizi za miti kama ilivyo miti miti, ni kwamba zina uwezo mkubwa wa, wa kuhifadhi mazingira, wakati huo huo inatoa malisho kwa mifugo maeneo mengi hayo ambayo ya misitu yetu ya asili ya miombo imekuwa ikivamiwa sana. Sasa sisi jukumu letu ni kuonyesha kwamba e, ni aina gani ya miti mbadala ambayo inaweza kutumika badala ya kwenda kuweka pressure katika misitu yetu hiyo na kuchukua miti ambayo ina thamani kubwa ambayo imekaa muda mrefu. Kwa hiyo e, mikakati tunayo, tunapokuwa na mbegu bora za za mbegu bora za misitu hususan misitu ya miombo tuna, tunaamini kwamba itasaidia kuweza kuimarisha utunzaji wa mazingira lakini pia a, utasaidia kudhibiti mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa mafunzo haya tunayoyapata, kuna mabadiliko kwa sababu hata ule uvunaji katika mazingira ya, ya zamani ni tofauti na uzalishaji wa sasa hivi. Mafunzo haya ni ya siku mbili yakianza leo na akitarajiwa kuhitimika hapo kesho kutokea hapa mkoani Tabora. Mimi ni Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama instagram na facebook kwa kuandika habari leo underscore tz. Shukrani.